Bungeni leo. Mimi sasa nina deni, nimekuwa ni mbunge wa viti maalum, changamoto ninazifahamu na nilikuwa nimeanza kuzifanyia kazi, kwa hiyo wategemee kuanza kazi, sio kujifunza changamoto zao. Na bahati nzuri nimeweza kwenda kwenye vijiji vi kuomba kura, na katika kura kule nilikuwa ninapata changamoto ambazo vijiji sijafika, na tayari nimeshatengeneza document ya kijiji kwa kijiji, ili kuanza kupambana na changamoto zilizopo Kilolo. Jimbo la Kilolo ni kubwa sana. Jimbo la Kilolo, changamoto kubwa ambayo ni namba moja kipaumbele ni barabara, hazipitiki wakati wa mvua ambazo, kwa hiyo ndizo ambazo ninategemea kuanza nazo. Na Kilolo sio kwamba barabara zinakuwa zote, kuna maeneo ambayo ni korofi, yanasababisha wakati wa mvua magari hayapiti. Kwa hiyo tumeshaanza kufanya upembuzi yakinifu na nimeshaanza kufanya kuhakikisha kwamba si korofi zote tunaanza kuzishughulikia kwa kiwango cha zege ili weze, ziweze kupitika kipindi chote cha mvua, kwa sababu ndio itakuwa tumeweza kusaidia ni tatizo la, la Kilolo, kwa sababu Kilolo ni jimbo lenye uchumi mkubwa sana, mvua zinanyesha mwaka mzima, kwa hiyo kishatibu barabara. Na sasa hivi tumeshapata, tunashukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan barabara ya lami ambayo inakwenda kuunganisha mkoa wa tayari imeshafikia Kilolo awamu ya pili, itaendelea awamu ya tatu, lakini mwisho ile barabara itakuwa ndio mkombozi. Tutafungua uchumi mkubwa sana wa Kilolo na wananchi sasa watatoka Morogoro bila kupita Mikumi, kuja kupita mpaka kwetu Iringa jini ya kwa. Ni kipi sasa ambacho utaanza nacho hasa kwenye upande wa kilimo? ya yeah, kwanza kabisa zao kubwa ambalo sasa hivi ni dhahabu ya Tanzania ni parachichi nipokuwa mbunge wa viti maalum tayari nilishatengeneza vijana waliosoma kilimo tukaanzisha shamba kubwa sana la miche ya parachichi, ambayo ilikuwa na yenyewe ni changamoto. Tunashukuru serikali kupitia wizara ya kilimo, wale vijana wamepata tenda kubwa ya kuhakikisha kwamba inatoa miche ya ruzuku kwa mikoa minne, kuwepo mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo nakwenda sasa kuhamasisha, nakwenda kutoa elimu kwa, kwa, kwa vijana kwa kina mama, kwa sababu ardhi tunayo. Hata wafanyakazi walioko huko mjini, huku Dodoma, Dar es Salaam, ambao kwanza wakazi wa wa Iringa na sio wakazi wa Iringa wanaopenda kulima kilimo cha parachichi, sasa waje wawekeze kwenye kilimo cha parachichi, kwa sababu parachichi sio lazima ulime shamba kubwa. Eka moja, eka mbili, baada ya miaka mitatu unakuwa una unavuna unavuna. Kwa hiyo litatusaidia sana kuinua vijana na uchumi wetu wa Kilolo.